Mheshimiwa mgeni rasmi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kasim Majaliwa Majaliwa, hili ni kongamano la viongozi wa dini zote katika nchi yetu ya Tanzania. Hii steji namba moja, waliokuzunguka wote ni viongozi wa dini madhehebu yote katika nchi yetu ya Tanzania. Stage number two ni viongozi wote wa dini kutoka katika nchi yetu ya Tanzania. Stage number three ni viongozi wa dini wote kutoka katika nchi yetu ya Tanzania, ni maskofu wakuu wa taasisi zao na maskofu wa majimbo na maaskofu wa wilaya na mitume wa Injili kutoka taasisi tofauti tofauti, manabii kutoka taasisi tofauti tofauti. Kwa heshima ya taifa letu, tulikubaliana kufanya maombi na sala, kwanza kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ninyi wasaidizi wake wote. Pili, kuombea taifa letu, tuishi kwa amani, tudumishe umoja wetu mshikamano wetu katika taifa letu. Viongozi wa dini wote hawa kutoka taasisi mbalimbali, tuna katibu kutoka Jumuiya ya Kikristo Dar es Salaam, teki CCT CPST, na tuna viongozi wa mitume kutoka taasisi mbalimbali raisi yani kuna vyeo mtu anaitwa raisi kwa sababu wamempa kategori hiyo kuwa kiongozi wa baraza la mitume na manabii, na mwingine eh, bakti mwenyekiti, na mwingine mwenyekiti wa mitume na manabii. Kwa hiyo hawa ni maaskofu wenye nia moja katika taifa letu, ambao kwa kweli tumekaa tukaomba tukajadili bila kulala, tukaweka mikakati ya kuliombea taifa madhumuni yake ni kuombea uchaguzi na kumwombea rais, ili uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu katika taifa letu. Sisi tumeona tuliombea taifa letu kabla ya watu kuchaguliwa, kabla mtu hajawa rais, hajawa mbunge, hajawa ne, ne, ne, diwani, tuwaweke, tuwaombee, tuwaweke mbele za Mungu ili watakapopita, Mungu atupe watu sahihi na bora. Lakini pia kwa heshima kubwa tulimwomba mrezi wetu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Albert Chalamila awe pamoja nasi katika hii shughuli, katika kutushauri na sisi katika kuomba na kutuelekeza. Na juzi, tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa, amefanya tukio kubwa katika mkoa wetu, kuwa na biashara, kufungua soko na kuruhusu wafanyabiashara usiku na mchana, shughuli hiyo ifanyike. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru sana kwa hekima na busara hiyo. Naomba tumpigie makofi mkuu wetu wa mkoa kwa hekima hiyo na mambo hayo anayofanya katika mkoa wetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nimeona nikupe picha kidogo tu ili uelewe ni kitu gani kinachofanyika, mheshimiwa waziri wetu mkuu. Kwanza kukushukuru wewe kukubali mwaliko wetu na kuacha shughuli zote ukaja kuungana nasi usiku huu. Mwenyezi Mungu akutunze, akulinde wewe pia na familia yako kwa sababu una familia, una mke na watoto. Tunakuombea wewe na watoto wako na mke wako uishi kwa furaha katika taifa lako watu wenye fitina na uzushi na hila, tutafanya maombi leo hapa, utaendelea hivyo kwa raha kabisa, mstarehe kwa furaha zote, amen. Baada ya kusema hayo, sasa ni muombe, eh, Masanja pamoja na mtumishi wa Mungu Malia kutukaribishia waimbaji ili waweze kumalizia na mheshimiwa waziri mkuu apate burudani ya furahia. Amen. Safi, tafadhali tupige makofi ya heshima kwa bishop Paul Bendera. Mungu akubariki sana baba, kazi yako ni njema sana Wangapi wanabarikiwa kuweko kwenye maombi haya kwa ajili ya taifa letu la Tanzania? Kama ndio hivyo, ongeza shangwe na vigeregere kwa Yesu. Wangapi wamefurahi kumwona mheshimiwa waziri mkuu katikati yetu? Yes. Hii ni kuonyesha tunao viongozi wanaompenda Mungu. Sema amen. Amen, tuendelee ama, tuendelee sana, tuendelee sana.